Uh, tumekuwa na ziara yenye mafanikio makubwa tukitembea zaidi ya mikoa kumi. Uh, tafiti yetu imetuonyesha kwamba wapo watu ambao hawajui kama kununua jezi feki kuna iathiri klabu yao, na hawajui kama kununua jezi original kuna faida kubwa uh, ya kiuchumi kwa klabu yao. Kwa hiyo acha tupite mitaani tuwaeleze watu tuzungumze nao ana kwa ana, ili waweze kufahamu na kuelewa Napozungumzia athari ni ipi na tunapozungumzia faida ni ipi. Kwahiyo, kwa tathmini yetu kiufupi, ni kwamba tumefanikiwa na tunaamini tutaendelea kufanikiwa zaidi, kwa sababu elimu hii ni endelevu. Tutaendelea kutoa elimu hii kadri tutakapopata nafasi. Tunapokea na maoni ya watu eh, tufanye kitu gani ili wale watu waache kununua jezi Tuna, tunazungumza na wale walionunua jezi feki, ni kitu gani kimempelekea yeye kununua jezi feki. Sababu wanazotupa tunakwenda tunakwenda kukaa chini na kuzifanyia kazi, ili tuone msimu unaokuja tunamnyimaje huyu shabiki wetu, e, sababu ya kwenda kununua jezi feki e, katika wale ambao tumezungumza nao, sababu ya kwanza wanayoainisha inawapelekea wao kununua jezi feki ni uchumi E, uh, mtu anakuambia nina shilingi elfu ishirini, nataka jezi ya Simba. Jezi original ni shilingi elfu arobaini na tano, unafanyaje? na kwenda kununua uh, jezi ya, ya fedha niliyofanya hiyo, ni sababu kubwa ya kwanza ambayo imejirudia kwa watu wengi ambao tumezungumza tume, tume, tume, tume na kukutana nao. Sababu ya pili ni upatikanaji uh, inawezekana kwa hapa Morogoro e, uh, kwa sababu ni karibu na Dar es Salaam na ni mjini, ni rahisi kupata kupata jezi lakini e, ukienda Ulanga huko Mahenge, Kilosa e, ikawa changamoto kupata jezi original kwa sababu pengine hakuna wauzaji e, kufika inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo wale wauza jezi feki wanaitumia hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo nafasi ya kupeleka jezi huko na kuwauzia watu, na kwa kuwa ndiyo bidhaa pekee ambayo iko iko sokoni, mtu anakwenda anakwenda kununua hiyo. Kwa hiyo miongoni mwa maeneo ambayo tunakwenda kuboresha ni namna gani jezi zinaweza zikawafikia watu katika maeneo mbalimbali, na sababu ya tatu ni watu hawajui original ipi na na feki ipi. Kwa hiyo tunaongeza nguvu zaidi kwenye kuitangaza kui kui jezi original ili ifike mahala eh, shabiki ajue kabisa jezi yangu mimi original inakaaje, ina, ina inafananaje inaonekanaje na ina vitu gani vya kuthibitisha kwamba ni original. kwa hiyo Hizo ndio sababu tatu ambazo zimekuwa zikijirudia katika maeneo mengi ambayo tumezunguka na kuzungumza na watu na tunaamini, eh, baada ya, ya, ya ziara hii na ziara hizi ambazo zitaendelea tutakuwa na, na, na, na, na lindi kubwa la watu ambalo wataachana kabisa na kununua na kuvaa jezi feki.